Kuna majina ambayo hayawezi kusahaulika kabisa. Majina yanayotamkwa kwa sauti ya heshima, kwa mapigo ya moyo wa mapambano, kwa machozi ya matumaini yaliyokatizwa ghafla. Moja ya majina hayo ni Chris Hani, shujaa wa Afrika Kusini, mwana mapinduzi na sauti ya ukombozi ambayo ilinyamazishwa kwa risasi wakati wa amani. Lakini kweli shujaa hufa, au hupandikizwa ndani ya nafsi ya vizazi vijavyo? Karibu kusikiliza makala hii, ambapo tutamwangazia Chris Hani, shujaa wa mapambano aliyeuawa wakati wa amani. Chris Hani alizaliwa mnamo mwaka 1942 katika kijiji cha Kofimvaba, mkoa wa Eastern Cape. Tangu akiwa mdogo kabisa, aliona maumivu ya ubaguzi, aliguswa na mateso ya Waafrika waliokuwa wakikandamizwa chini ya utawala wa makaburu. Alikuwa mtoto wa familia ya kawaida, alilelewa katika mazingira ya ufukara sana, lakini yenye maadili ya mapambano. Baba yake alikuwa ni mwanachama wa African National Congress ANC, hali iliyomwingiza Chris mapema katika harakati za kisiasa. Alihitimu shahada ya uzamili katika lugha ya Kilatini na Kigiriki kutoka Chuo Kikuu cha Fort Hare ambako, aliendelea kushiriki katika harakati za kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi uliokuwa unawakandamiza watu weusi. Akiwa na umri wa miaka 15 tu alijiunga na chama cha kikomunisti cha Afrika Kusini kwa maana ya SACP, na baadaye akawa mwanachama wa African National Congress ANC. Lakini Chris hakutaka kuwa mwanasiasa wa maneno tu, bali alitaka kuwa askari wa uhuru. Akaingia Umkhonto we Sizwe ambalo lilikuwa ni tawi la kijeshi la ANC. Akavaa sare, akashika silaha, akajifunza ujanja wa msituni na akaapa kupigania uhuru wa watu wake kwa gharama yoyote ile. Mnamo miaka ya 1960 akiwa kijana mwenye hasira na matumaini, Chris Hani alijiunga na Umkhonto weSizwe MK ambalo lilikuwa ni tawi la kijeshi la ANC. Alifundishwa mbinu za kijeshi nchini USSR ambayo ilikuwa ni Urusi ya zamani, na baada ya mafunzo hayo alishiriki kikamilifu katika mashambulizi na operations za kijeshi dhidi ya serikali ya y makab... Hani alitambulika kwa ujasiri, alitambulika kwa ukali na msimamo wake wa kuungana na tabaka la wafanyakazi katika mapambano. Alikuwa kiungo kati ya ANC pamoja na South African Communist Party CACP na watu wa kawaida walioteseka kwa miongo kadhaa. Chris Hani hakuwa tu mwana mapinduzi, alikuwa mwana falsafa, kiongozi na msimulizi wa matumaini. Alizungumza kwa sauti kali lakini yenye upendo. Aliwahi kusema, "Tunaleta uhuru si kwa ombi, bali kwa mapambano." Aliishi maisha ya kukimbia, akifundisha wapiganaji wa Tanzania, akipanga harakati huko Zambia, alihutubia vikosi vya Angola na alirudi kwa siri sana. Nchini Afrika ya Kusini ili kuendeleza mapambano dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi. Wakati makubaliano ya amani yalipoanza kuzungumziwa na wakati Nelson Mandela alikuwa ameachiwa huru na taifa likielekea katika uchaguzi wa kwanza huru, Chris Hani alikuwa mmoja wa watu waliopendwa sana na raia wa kawaida, hasa vijana na masikini. Lakini heshima hiyo iligeuka kuwa tishio kwa wenye mamlaka ya zamani. Baada ya miaka ya uhamishoni, mapambano na kufungwa jela mara kadhaa, Chris Hani alirudi Afrika ya Kusini mwanzoni mwa miaka ya 1990 mia, wakati ambao majadiliano ya mpito kuelekea demokrasia yalipoanza. Aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa South African Communist Party, CACP, na bado alikuwa na ushawishi mkubwa ndani ya ANC na Umkhonto weSizwe. Chris Hani hakuwa tu mwanajeshi, alikuwa mzungumzaji hodari mwenye maono ya Afrika Kusini mpya isiyo na ukabila isiyo na dhuluma wala ubaguzi wa aina yoyote ile. Alivutia vijana wengi kwenye mapambano ya ukombozi wa kiuchumi na kijamii, akisisitiza kuwa vita ya kweli vinaanza baada ya ukombozi wa kisiasa. Mnamo April 10 ya mwaka moja 1993, Chris Hani alipigwa risasi nje ya nyumba yake huko Baksburg, mjini Johannesburg, na mzungu mwenye msimamo mkali aitwaye Janus Walus aliyekuwa akifanya kazi na wanaharakati wa siasa za mrengo wa kulia. Alijitokeza na kumpiga risasi nne za karibu na moja ya kichwani. Chris alianguka na damu yake ikamwagika juu ya udongo wa nchi aliyoipigania. Habari zilisambaa haraka sana kwamba Chris Hani ameuawa na taifa lilishikwa na hasira sana. Ghasia zilianza na maandamano yalilipuka nchi nzima. Afrika Kusini ikawa kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kifo chake kilitikisa taifa. Kilikuwa ni kipindi cha mazungumzo ya amani, na wengi waliamini kuwa mauaji hayo yalilenga kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya watu weusi na wazungu. Lakini badala ya kuchochea vurugu, kifo cha Hani kilimchochea Nelson Mandela kujitokeza kwa ujasiri mbele ya kamera na kuwatuliza wananchi kwa hotuba ya kihistoria, hotuba ambayo wengi husema ili taifa na kuharakisha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia wa mwaka uliofuata kwa maana ya mwaka 1994. Lakini kifo cha Chris Hani hakikuwa mwisho wake. Kilikuwa ni moto wa mwisho uliowasha mwanga wa uhuru. Watu walikusanyika kwa wingi, wakaapa kuwa damu yake haitamwagika bure. Kifo chake kilisababisha kasi ya maandalizi ya uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mnamo mwaka 1994, na Mandela alihutubia taifa kwa maneno yaliyojaa busara, akasema, Chris Hani alikuwa shujaa wa kweli, tumwenzi kwa kudumisha amani na kuchagua sanduku la kura na si bunduki. Chris Hani aliacha nyuma urithi wa ujasiri usiyoyumba, maono ya ukombozi wa kweli na moyo wa watu waliotamani mabadiliko. Alihofia maisha ya mapambano yaliyojaa rushwa, tamaa na usaliti wa maadili ya ukombozi. Leo hii jina lake linatumika kwa hospitali, mitaa, shule na taasisi nyingi sana. Lakini zaidi ya yote linaishi kwenye mioyo ya wale walioamini kuwa ukombozi wa watu si tu juu ya kura, bali pia ni haki za kijamii na kiuchumi. Chris Hani alisimama kwa sauti ya watu waliokandamizwa, aliteseka kwa ajili ya uhuru wa wengi sana, na alipoteza maisha yake akiwa kwenye mstari wa mbele wa mabadiliko. Katika kipindi ambacho Afrika Kusini ilikuwa karibu kuzaliwa upya, damu ya Chris Hani limwagika kama mbegu ya mwisho kuelekea demokrasia. Risasi zinaweza kuua mtu, lakini hazijawahi kuua ndoto inayotembea mioyoni mwa watu. Chris Hani hakufa bure kabisa. Kifo chake kilileta uhai mpya kwa ndoto ya Afrika Kusini kuwa huru. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya Chris Hani. Tafadhali usiache kusubscribe, kushare, kulike katika YouTube channel yetu ili kupata makala nyingi kama hizi. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.